Kwa changamoto ndogo ambayo tunaiona hapa nikiangalia moja kwa moja kwenye ufuta, kwa sura inaonekana mbegu ambazo zinatutumika kidogo sio, sio zile mbegu bora, maana kidogo kuna mchanganyiko zile punje kiangalia, zina mchanganyiko znamcangay kwa hiyo inaonyesha kwamba hata pia kulikuwa na mchanganyiko wa mbegu, kitu ambacho kinaweza kikawaletea kikaharibu soko kikaribu soko na tunaposema kuharibu soko, maana yake unaweza usipate bei nzuri. Kwa hiyo kopra kama hii taasisi nilivyowaambia, imekuja kama msimamizi wa haya mazao niliyoyataja, ikiwemo huu ufuta ambao leo tunaukusanya kwenye gala, lakini <coughs> kulikuwa na mtu ambaye anataka kusema kuna changamoto ambazo anakutana nazo. Mimi nimesema tu changamoto moja ya soko lakini katika hii changamoto ya mbegu ambayo nimeiona eh, COPRA pia itakuja kutoa elimu ya kilimo bora, <coughs> elimu ya kilimo bora cha zao la ufuta. Ili elimu ya kilimo bora cha zao la ufuta inaanzia shambani, sio sasa hivi. Sasa hivi hatuna namna ya kuweza kubadilisha tena hicho ambacho kime, kimeonekana kwamba tutumie mbegu sahihi pembejeo tunazozitumia nazo tuzitumie tunazo kwa usahihi, lakini pia tunapovuna tuvune kwa usahihi, maana kuna vitu vinapotea wakati wa kuvuna. Eh, tunapofanya uchakataji wetu, maana mpaka umefika hapa huu umechakatwa kuchakatwa, so lazima uanze na, na kiwanda mpaka hapa ulipo tayari umeshauchakata, ndio ukafikia mahali hapa. Tuchakate kisahihi ili usipotee, tutoe uchafu ili maana nao uchafu unaharibu ubora wa nini wa ufuta hivyo. Lakini hili swala ni kwa sababu kopra haiko Dodoma peke yake. kopra sasa imesogeza huduma karibu, ipo kanda ya kusini kwa mikoa ya Lindi na Mtwara ili kuwa karibu na nani na mkulima. Ndiyo maana tutaweza kukaa na mkulima kutatua zile changamoto zake. Wakulima wamezungumzia changamoto ya soko na suala la bei. Lakini lazima wakulima tufahamu ya kwamba wazalishaji wa zao la ufuta sio nchi ya Tanzania peke yake, bali kuna nchi zingine ambazo zinazalisha ufuta. Hivyo wakulima tunatakiwa kuongeza ubora, kuendelea kuongeza ubora ule ambao tumeufikia tuongeze zaidi ya pale, ili tuweze kwenda sambamba na wazalishaji wa nchi zingine, kwa sababu hizo nchi zingine nazo zinategemea soko hili hili ambalo ufuta wa Tanzania unakwenda. Kama mnavyojua, e, kitu kizuri ndio kile ambacho kinapata bei nzuri. A, COPRA tuko tunashirikiana nao sasa na hivi sasa kipindi hiki cha mazao Tuna kwanza, tunashukuru COPRA wametuletea kabisa afisa ambaye anahusika na mkoa wa Lindi. Kwa hiyo tumepanga ratiba, tuna ratiba za kutembelea vyama vya msingi kila wiki kwa ajili ya kuangalia kwa, sasa yale mazao yanayopelekwa ghalani yanakuwa na ubora, lakini pia kwenye kila minada tutakuwa na afisa ambaye lazima azungumzie somo la ubora, kwa sababu kama ambavyo nimetoka kueleza hapo awali, tunavyopeleka mazao bora ghalani, ndio bei zake zinakuwa nzuri ukipeleka mazao ambayo hayako bora, ukichanganya ufuta na makinikia. Nadhani watu wengi mnaelewa makinikia, zile takataka ambazo zinafanana na ufuta. Ukichanganya bei inashuka. Pia mnunuzi angali, anaangalia pia na ubora wa, zile, na, wa, wa mazao yetu. Kwa hiyo nawashukuru sana KOPRA, wamekuwa bega kwa bega. Nadhani na hata nyie wenyewe mnashuhudia, waandishi wa habari mmetoka huko, tupo tunapita kwa, kwa, kwa viongozi wa vyama vya msingi, kwenye vyama vya msingi kushuhudia kile ambacho KOPRA anakifanya. Imekuwa tu kwamba watu hawajaelewa COPRA wanafanya kazi gani, au COPRA wako wanashindwa kutofautisha kati ya COPRA na bodi ya korosho. COPRA anasimamia mazao mchanganyiko ikiwemo ufuta na mbazi, choroko, kunde na kadhalika. Kwa hiyo bodi ya korosho yeye anasimamia korosho tu. Kwa hiyo COPRA amejinyumbulisha kwenye mazao mengi, na ndio maana hapo mwanzo nimetoa rai au nimetoa ombi kwa COPRA watusaidie kuliingiza zao la choroko au ikiwezekana hata na kunde, kwa sababu kunde huku kwetu kunde ni nyingi sana kwa owatusaidie hizi nazo ziingie kwenye mfumo rasmi wa stakabadhi za ghala. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu ubora wa mazao na bei, ubora na mazao unaenda sambamba na bei. Mkulima, mnunuzi ataangalia bei. Kwa hiyo pia niendelee kusisitiza wanunuzi, ufuta wa Lindi ni mfuta bora sana. Tunaomba bei kidogo ziendelee kuongezeka, japo zilizopo zinatija kwa mkulima. Kwa hiyo kuna zana zetu, kwa hiyo mkulima akileta ufuta wake hapa, cha kwanza tuna turubai anamwaga kwenye turubai, tunaukagua. Ukiwa na tatizo la uchafu, kuna machu, manani manani yetu hapa bana machekecheke, tunauchekecha na tunampa na ungo ule pale, tunazo kama nyungo tatu. Hii unafanyiwa usafi, unapekiwa kwenye viroba vyetu sasa vya lunari, ndio tayari moja kwa moja upeleka kwenye mzani. Ndio zoezi la kwanza hapo ndio kwa hiyo, akija tunaukagua, tunamiminisha kama hivi mlivyokuta tukiubaini huu mchafu tunampa zana zetu hapa, unafanyiwa usafi ndipo unapekiwa kwenye viroba vyetu vya lunali, ndio moja kwa moja tayari kwa kumpimia yule mzigo wake. Hali ya ufuta mwaka huu uzalishaji ni mdogo tofauti ukilinganisha na mwaka jana. Mwaka jana mnada si, si, wa pili sisi tulipeleka sisi chini karibu ya tani mia mbili. Lakini mwaka huu mpaka hapa anavyosemea naona kama tani mia tu ndio zimeenda. Aa uzalishaji magonjwa, kuna konokono kama hivyo, kuna ugonjwa uliingia wa mnyaufu, ufuta ulibadilika majani kuwa njano. Kwa hiyo ulikuwa na changamoto nyingi sana ufuta. Kwa hiyo aliofikia aliofikia kupata hatua ya kilo 500 eh, yeye kwanza Mungu jalia. Mm, hali ya bendi kama hivyo ilivyo, tofauti na mwaka jana, mwaka huu ipo chini sana, tena kwenye chama chetu cha Runali, tofauti hata na Lindi mwambao. Bei ya kwanza ya hapa kule ndio ya pili, ndio mwambao hapa elfu mbili mia tano na kumi ya kwanza, ya pili elfu mbili mia nne thelathini ambazo Lindimwambao. Kwa bei za hapa hii elfu mbili mia tano na kumi ndio ya, ya pili. Sisi hapa ndio ya kwanza. Wewe kwa vyama hivi vya huku kati, huku kwetu, hiki ndio kimeshuka sana katika bei. Mambo vipi? Je, ulishawahi kuwa na wazo la kumiliki gari aina ya Toyota IST? Hii hapo sasa, mchezo Super tunakuletea kwa shilingi elfu moja tu. Unaweza ukabahatika na ukachukua chuma Toyota IST ikawa ya kwako. Lakini nikuambie tu, ukishiriki sasa, tiketi yako haipotei. Hii inakwenda moja kwa moja mpaka tarehe 30 saa 4 na dakika 50 usiku.